Ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndo ita override Tanzania, na tamko nikilitoa ndo hilo hilo. Na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa na TEC, manane lakini ukienda chini chini wenyewe wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa hiyo niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.